Katika mahakama ya kimkazi Kisutu hii leo Novemba 7 mwaka 2025, mfanyabiashara Jennifer Jovini pamoja na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu katika mahakama hiyo, ambapo mashtaka hayo ni yawini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22 ni pamoja na kwamba wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Hata hivyo, katika kosa la pili ambalo limeelezwa mahakamani hapo, kosa la pili ni la uhaini na linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Nifa, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025 na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu zilizosababisha uharibifu wa mali za umma. Na katika mahakama hiyo pia kosa la tatu ambalo limetajwa ni la uhaini pia linamus akiwa namba moja pekee ambaye ni Niffer ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Hii ni moja kati ya taarifa kubwa ambayo imerefikia mezani wakati huu kuhusiana na mfanyabiashara huyo Niffer Jennifer Jovini ambaye alikamatwa na jeshi la polisi nchini Tanzania takribani juma moja lililopita.